Wazazi wametakiwa kuhakikisha wanakuza maadili mema miongoni mwa watoto wao hasa wa wakati wa likizo ili kuwaepusha na changamoto zinazoweza kuathiri maendeleo yao ya kitaaluma na kijamii. Wakizungumza katika hafla ya kielimu iliyofanyika katika shule ya upili ya wasichana ya St Joseph huko Kitale, wadau wa sekta ya elimu walisisitiza kuwa jukumu la malezi halipaswi kuachia waalimu pekee bali linahitaji ushirikiano wa karibu kati ya wazazi na jamii kwa ujumla. Wadau hao walihimiza wazazi kutumia muda wa likizo kuwa karibu na watoto wao, kuwashauri na kufuatilia maendeleo yao ya masomo ili kuhakikisha kuwa wanajikita shughuli zinazochochea ukuaji wao wa kiakili, kimaadili na hata kitaaluma, waweze kutekeleza jukumu lao kama wazazi. Wasichana wasirandarande, wasichana wasipotoke, wawape nafasi ya kufanya kazi ya nyumbani na kazi ya shule vilevile vile. Na waweze kuwarudisha hapa mwezi wa tano wakiwa salama, jinsi nimewakabidhi. So tumekuja kutoa shukrani kwake wa kufunzi na pia kuhimiza wanafunzi pia waige mfano zetu ili wafaulu katika masomo na katika michezo. Hivyo tunaomba kwamba national government irelease capitation on time, so that schools zianze kufanya maendeleo yake na kusaidia watoto, so that hata watoto wakati wanaenda nyumbani, wakirudi wapate principal na wa management imeprepare mambo ya chakula, mambo ya so, watoto wawe settle katika education zao.